Asifiwe, karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa anashia neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sana sana Bwana anavyonijalia. Na kama wewe ni mgeni au bado ja subscribe. Naomba subscribe, share, like, and comment na Mungu akubariki sana. Namshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi nyingine ya kushare neno la Mungu pamoja na wewe. Tunaendelea na series yetu mpya ya shule maalum ya Mungu au God's Special School, na leo tuko katika somo la sita. Tumeshaangalia masomo matano au darasa, madarasa matano. Darasa letu la kwanza lilikuwa la imani, la pili la msamaha, la tatu la ushujaa na uhodari, la tatu lilikuwa la um, vita vya imani, la nne ushujaa na uhodari, la tano subira au uvumilivu. Leo tunaenda kuangalia darasa lingine. darasa gani hili? Kaa mpaka mwisho uangalie, tunaenda kujifunza mambo mazuri, na kama utakuwa na comment kwenye somo hili, naomba usiache kuweka hapo chini. Mungu akubariki sana. Basi, karibu sana katika darasa letu la sita. Kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, katika darasa hili tunaenda kuangalia kitu kingine muhimu, na darasa hili vilevile vile, ni darasa Compulsory, la lazima tutapita, tutake tusitake. Kiwango kinategemea na wewe ulivyo, mapenzi ya Mungu, kazi ya Mungu na mengine mengi ambayo tumeangalia katika madarasa yaliyopita. Darasa hili ni darasa la utii. Mambo tutaenda kuangalia, tutaenda kuangalia kwanza, maana halisi ya utii Pili, tutaenda kuangalia umuhimu wa utii. Tatu, kwa nini tuna struggle kutii? Jamani, kwa nini? Mbona kinaonekana kira kitu kirahisi tu? Nne, tutaenda kuangalia, je, watu gani ambao na wao walitii? Matokeo ya kutii ni yapi? Tutaangalia watu ambao hawakutii, matokeo ya kuto kutii ni yapi? Kwa hiyo angalia mpaka mwisho na Mungu akubariki kwa hiyo kama kawaida tunatumia neno la Mungu na neno la Mungu leo tunaloenda kuangalia mstari tutakaosimamia unatoka katika waraka wa, napenda kusema waraka Samueli wa kwanza sura kumi na tano mstari wa ishirini na mbili. Naye Samueli akasema, Je, yeah, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Tutakuja kuiangalia the whole story hapo mwisho, lakini kwa sasa hivi tunajifunza kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu, kwa kuliko chochote kile ambacho mimi na wewe tunaweza tukamfanyia bwana kama dhabihu. Hata kutenda kazi mbalimbali mbali za kumtumikia sio bora zaidi ya kumtii Mungu. Sasa maana ya kutii ni nini? Kutii ni kufuata maagizo, amri au sheria kwa hiari na kwa heshima. Maneno muhimu hayo, lazima iwe ni hiari yako, ujashurutishwa na mtu, na kwa heshima, sio unafanya kwa, unajua kuna kudu mtu mwingine hajalazimishwa, lakini anafanya kama kwa kiburi, kwa hiyo hapo napo sio utii. Ni tendo la kuelewa mamlaka, kwa hiyo kitu kinatakiwa kianzie kwenye mindset, uelewe kwamba hii ni mamlaka huyu ni kiongozi na, na inabidi nichukue hatua kwa mujibu wa kile kilichoagizwa au kuelekezwa. Hiyo ndo maana ya kutii. Kwa hiyo mahali popote penye utii pana mamlaka ambayo inatakiwa itii. Sasa wanadamu tulipoteza huu uwezo wa kutii, na kwa maoni yangu mimi nadhani tunazaliwa tu tumeshakuwa si watii Angalia watoto wadogo. Nani anawafundisha watoto wadogo kuto kutokuti kuti? Yani, kitoto kikianza kukua tu nakiambia kitu no, no, no. Ah, ah, ah, ah, mi na kijukuu changu sasa hivi na miaka mitatu, kila unachomwambia lazima me na mvutano, ana test boundaries. Kwa hiyo tuliupoteza utii na imekuwa kama ni kitu ambacho tuna unafahamu kama simu inavyokuja kwenye ya kiwandani inapokuja, alafu ndo uanze kuibadilisha. Ndio sisi tunakuja na default mode ya, ku, ya kutokutii. and then tunafundishwa kutii, ndio maana mzazi kazi yake kubwa sana ni kumfundisha mtoto wako kutii, na tunajua hili tendo lilifanyika pale katika bustani ya Edeni, Mwanzo tatu kumi na saba. Mungu alipokuwa anaongea na Adamu, akaambia kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Umeona? Alipewa maagizo, ndo tulichoona kwenye, kwenye definition ya, ya utii. Alipewa maagizo ambayo alitakiwa kuyafuata jinsi yalivyo bila kuyapindisha, lakini yeye akasikiliza sauti nyingine. Kwa hiyo pale ameacha ame kutii, na kuanzia hivyo kuanzia hapo hata watoto wake tunakumbuka hata Kaini akashindwa kutii alivyoambiwa na Mungu kwamba achana na hiyo biashara ya hasira kwa ajili ya huyo kakaako, tunaona kitu gani kilitokea. Okay? Sasa basi, kwa nini Mungu anataka tutii, hmm? au tuseme kwa nini ni muhimu tujifunze kutii? Lazima tujifunze kutii kwa sababu kwanza, kutii ni amri Sio suggestion, sio kwamba ni nini eh, ni, ni ushauri. Ni amri ya Mungu. Kumbukumbu kumbu ya Torati sura ya kumi na moja mstari wa kwanza inasema, kwa ajili hii mpende Bwana Mungu wako na kushika siku zote mausi yake na amri zake na hukumu zake na maagizo yake. Kwa hiyo hiyo ni amri, lazima tuitii. Kwao katika hili darasa la utii tutajifunza Mungu atatupa mitihani mbalimbali mbali katika maisha yetu, atuangalie kama tutatii. Kwa hiyo kitu cha kwanza sisi tunatakiwa tukumbuke kwamba mahali popote tunapotakiwa tutii, ni kwa sababu kwanza ni amri ya Mungu. Cha pili tunatakiwa tufanane na Yesu. Yesu alimtii baba yake. Katika Wafilipi mbili nane inatuambia tena, alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata na mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tunaona Bwana Yesu mwenyewe, yaani unaambiwa tu pale alipokuwa pu... mwanadamu kama mimi ndio basi, alitii. Hapo ndo tujiulize, sisi tuna kisingizio gani? Hivi Bwana Yesu angekwaje uvaaga uvaga ule mwili na kuwa mwanadamu? Nadhani tungefika huko mbinguni tukaanza kusema wewe Mungu hujui, wewe kuwa mwanadamu ni ngumu mtu mm. tunaye Yesu ambaye alikuwa mwanadamu na tunaambiwa alinyenyekeza mpaka mauti. Kwa hiyo hiyo ni sababu moja wapo tunatakiwa tufanane na Bwana wetu Yesu Kristo. Sababu nyingine ya tatu muhimu ya utii ni kwa sababu utii unatuwezesha sisi kukaa kwenye pendo la Mungu.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 sasa una watoto wawili watatu, mtoto zaidi ya mmoja, ukaona mmoja anatii kuliko mwingine. Lazima yule ambaye anatii kuliko mwingine atakuwa anakaa upendo, hivyo kameongezeka, hata kama kakiwa hivi, lakini kataongezeka utii. Bwana unamfanya mtu akae kwenye pendo eh? Kwa hiyo na sisi tunapotii tunakaa kwenye pendo la baba. Utii una baraka neno la Mungu linatuambia Isaya 1:19-20 kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi umeona zipo baraka hizo za kula mema ya nchi kwa sababu ya kumtii Mungu lakini mkikataa kuasi mtangamizwa kwa upanga maana kinywa cha Bwana kimenena hayo kwa hiyo kuna baraka yake katika kutii na kutokutii kuna laana kwa hiyo ni lazima haya mambo tuyajue ili darasa tujue haya mambo ili uweze kupata faida ambazo tutaenda kuziangalia huko mbele. Utii vilevile ni ishara ya upendo. Umeona, unapomtii mtu especially Mungu, tunamuonyesha kwamba tunampenda. Yaani kama Mungu angekuwa na kipimo chake for example, eh, tunapima joto kwa kutumia homa, tunapima kwa thermometer, sio ikiwa zaidi ya Uh, 37. Ikizidi 37, tunaanza kusema kihoma kinakunyemelea. Umeona? Sasa na kwenye upendo vilevile vile, au ikiwa chini sana ikawa 34, 33 tutasema kuna tatizo, vivyo hivyo. Bwana Yesu anasema katika Yohana 14:15 mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo Mungu kama ana hicho kipimo chake cha kupima upendo wako akikiweka hapa eh? Kina, kinaangalia utii uko levo gani. Utii wako unavyokuwa juu, ndivyo pendo lako lilivyo juu. Utii wako unavyokuwa chini, ndio pendo lako lilivyo chini. Vilevile utii ni muhimu kwa sababu sisi tuna, ni watoto jamani. Mtoto yote anatakiwa mtii baba yake, sio kweli hiyo? Ukiwa na mtoto ambaye ni mkaidi Yaani hata kwenye mithali hizi za Kiswahili zina laani sana watoto wakaidi. Ndio maana unasikia mtoto mkaidi afaidi mpaka siku ya idi. Yaani labda mpaka siku kila mtu anafurahi ndio nao utafurahi. Lakini ile furaha yako pekee yako utaipata. Kwa hiyo sisi kama watoto tunatakiwa tu, tu, tutii. Neno la Mungu linatuambia kama watoto wa kutii msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, kumbe kuto kutii. Ndio maana nimekusema kwamba tunazaliwa ina default mode ya kutokutii. Kwa kwao huyo anasema kwamba huko mwanzo tulikuwa na ujinga wa kuto kutii. Sasa tumekuja huku kwenye nuru, tunajua kutii ni ni muhimu, ni amri, ni pendo, ni ni ni, sisi ni watoto, kwa hiyo ule ujinga tunawacha. Anasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi yoni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa hiyo tunavotii, tunakuwa watakatifu kama ambavyo Bwana Bwana Yesu ametuita kwa sababu na yeye ni mtakatifu, kwa sababu alimtii baba yake. Utii unatupa haki ya kumuita Bwana Bwana. Bwana Yesu anasema katika Luka 6:46 na kwa nini mnaniita Bwana Bwana walakini hamyatendi nisemayo. Yaani hapa nilipokuwa nikisoma nawaza kama vile nadhani Bwana Yesu aliwageukia tu saa hiyo. Wanamwita Bwana Bwana, akawaambia mnaniita Bwana Bwana. Kwa nini mnaniita Bwana Bwana wakati hamyatendi hayo ninayoyasema? I can only imagine. Hata sisi binafsi, wewe unajisikiaje unapokuwa na mtoto anakuita mama mama baba baba lakini ukimtuma hataki kwenda, ukimwambia hivi hataki kufanya, unavyomwelekeza hafanyi, chochote unachomwambia hataki. Alafu sasa hivi umemtuma tu, sasa hivi umemwambia wewe, nenda kafanya hivi, hajaenda. Alafu baada ya dakika moja anakuja, baba au mama, nilikuwa naomba hivi na hivi. Lazima umwambie na wewe hivi, unaniita mama mama, lakini hufanyi ninayo yasema. That's what Jesus was saying. Kwa hata sisi pale tutakapofanya yale ambayo anayasema, tukirudi tukamuita Bwana Bwana, tunayo haki ya kufanya hivyo kwa sababu tumemtii. Na unajua mahusiano kati ya bwana na mtumishi wake ni kwamba mtumishi ni wajibu wake kumtii bwana wake. Sasa si tunamuhitaji mtu bwana ambaye hatumtii? Ina maana tuna bwana mwingine. Mungu atusaidie. Sasa Mungu anapimaje utii wetu? anaangaliaje kama sisi kweli tunamtii? Um, kwanza tunatakiwa tumtii Mungu, iko ndio muhimu. Kwa hiyo tutapimwa katika hili darasa kwa namna gani tunamtii Mungu. Petro na mitume wenyewe walisema katika Matendo tano mstari wa ishirini na tisa, wakasema imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kwa hiyo hawa walifika mahali kwenye darasa lao la utii, wakafika mahali wakaelewa kwamba pakiwa na mwanadamu na Mungu, wote wananipa maagizo na maagizo yanakinzana, nitayatii maagizo ya Mungu, kwa sababu maagizo ya Mungu ndio sahihi. Na huu ni mtihani mkubwa ambao Wakristo tunao, kwa sababu sa nyingine tunakuwa mahali pa kazi, tunakuwa tu katika hii katika society yetu, kuna mambo mengi ambayo ulimwengu umeyafanya ni mambo ya kawaida, ambayo they expect us to do lakini sisi lazima tupime, je, Mungu anasemaje katika hili? Kwa sababu Mungu anasema nimekuwekea uzima na mauti, chagua uzima. Sasa tunachagua nini? Na ndivyo hivyo hivyo kina Petro ilivyofika mahali ambapo watu wanataka wawafuate wa watu wakasema hapana, sisi imetupasa kumtii Mungu. Kwa hiyo mahali popote unapofika mahali unaona kwamba kuna kitu kinakinzana na mapenzi ya mungu chagua kumtii mungu um, sasa tunamtii mungu vipi neno la mungu linatombea katika zaburi moja kumi na tisa arobaini na nne nami nitaitii sheria yako daima naam da, milele na milele kwao tunapotii sheria za bwana maagizo ya bwana maelekezo ya bwana tunakuwa tumefanya nini tumemtii mungu kwa hiyo ni muhimu, tutajuaje? tuta, tuta, tuta sheria zake kwa kuzisoma. Kwao lazima uwe ni mtu ambaye unalijua neno la Mungu ili ujue ninaitii vipi. Alafu unajua neno la Mungu ni kama hapa inavyosema nitaitii sheria yako. Kuto kujua sheria sio excuse, na ndio maana neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa sababu umeyakataa maarifa, na mimi nimekukataa kwa hiyo mimi na wewe jukumu letu ni kuzijua hizi sheria za Bwana. Najua hatuwezi tukazijua kwa uwezo au nguvu, tutakiwa tumombe Mungu, tumsikilize Roho Mtakatifu anavyotufundisha na kutuelekeza ili tuweze kuzitii. Bila kuzijua hatutaweza kutii. kwa Mungu atusaidie hapa. Cha pili, tuMungu anatupimaje kwamba sisi ni watii? Pale tunavuatii wazazi wetu. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Kuna mtu anaweza kusema mimi sina mzazi wa natural, yani mzazi wa kimwili. Tunao wazazi wa kiroho. Hata wale wenye wazazi wa kimwili tuna wazazi wa kiroho, wale wenye wazazi wa kiroho na wazazi wa kimwili, wazazi wetu wote tunatakiwa tuwatii. Hayo ni mapenzi ya Mungu kwetu. Kingine tunatakiwa kutii mamlaka kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Disclaimer, na hapa ndipo nadhani watu wengi tunaweza kuwa tuna mara nyingine tunapata confusion. Pamoja na kuwa tumeambiwa tumtii Mungu, kumtii Mungu tu ndo ambapo hatuweze tukakosea. Kutii wazazi, kutii mamlaka tunatakiwa napo tuwe na hekima na tuwe na na, yani, Mungu kwanza, kwa sababu saa nyingine wazazi wanaweza kukuambia kitu kinachokinzana na sheria ya Mungu, ukifanye au sikifanye. Mamlaka vile vile inapokuja swala kwamba kuna kitu kina mamlaka, kitu ambacho mamlaka inasema au wazazi wanasema kina kingana na neno la Mungu, Mungu kwanza kwa hiyo sheria ya Mungu iko juu ya mamlaka, iko juu ya wazazi. Ndio maana zamani ulikuwa unakuta watu wame wameokoka wanafukuzwa majumbani kwao, wako tayari kuondoka. Kwa nini wasibaki kwa wale wazazi ambao wanawambia mkane Yesu? Leo hawezi kumkana Yesu kwa sababu ile ni mamlaka kubwa iliyo juu yake. Kwa hiyo Mungu anajua pale ambapo tunaweza kushindwa kuitii mamlaka ili tufanye nini? Ili tumtii Mungu. Lakini ambapo mamlaka nayo iko within sheria za Mungu, tunatakiwa tuitii. Sasa walioshinda hii hi, kozi ili darasa wa kwanza ni bwana wetu Yesu Kristo kama tulivyosoma katika Wafilipi mbili nane inatuambia, alitii mpaka mauti. Na alipotii mpaka mauti, alifanya nini? Alikiniwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. At the mention of the name of Jesus everything must bow in heaven on earth and wherever there is life, lazima vi bow down. sasa mtu mwanadamu mwingine ambaye alishinda hii darasa ni Ibrahimu. Neno la Mungu linatuambia kwa imani, Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke mahali pale atakapopata pat, kuwa urithi akatoka sijui yaendako. In English inaongea vizuri. Inasema, By faith, Abraham obeyed. Umeona? Kwa hiyo, ali, hiyo ni Waebrania kumi na moja mstari wa nane. Kwa hiyo tunamwona Ibrahim kwa sababu alimwamini Mungu. Imani yake ikamwezesha kuwa mtii, akaenda akaupata urithi. Kwa hiyo zipo faida za kutii na kuna hasara ya kutokutii, kama tulivyoona kule kwenye ule mstari. Nani alishindwa? nani e, utashangaa sasa. Niliyemchagua ambaye alishindwa kuna Musa, katika Hesabu ishirini mstari wa saba mpaka wa nane. Musa alitumwa aichukue fimbo aende aka akasimame kwenye mwamba. Wana wa Israeli walikuwa wanalilia maji, aka Mungu akamwambia. Katika mstari wa saba, Bwana akasema na Musa akinena, twaa ile fimbo, ukawakusanya makutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie ule mwamba mbele ya macho yako uto, yao utoe maji yake nawe utawatokezea maji katika mwamba na hivyo utawanywesha maji makutano na wanyama wao. Kwa hiyo alichotakiwa tu ni kwenda pale awaite makutano wakishamzunguka, au waambie mwamba, mwamba toa maji. Mara moja tu, Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba, akawaambia, sikieni sasa enyi waasi! <laughs> Kwanza kawaita waasi <laughs> yani alikuwa anasoba mpaka nimecheka. Nikasema Musa bwana, akawaita waasi, "Je, tuwatokezee maji katika mwamba huu?" Umeona. Kwa hiyo yani ameenda kinyume kabisa na vile alivyotumwa. Yeye alitumwa tu ile mbwa aite ka uambie mwamba toa maji, lakini anaanza kutoa speech ambayo hata hakuambiwa. Ndio hayo kufuata maelekezo. Akasema, enyi waasi, je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Musa kainua mkono wake, akaupiga ule mwamba kwa fimbo. Pa, pa tena mara mbili, sasa wala sio mara moja. Maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Jamani, nilichojifunza kikubwa kwenye mambo ya kutii, sa nyingine yani matokeo yanaweza, yani kama hapa Musa aliambiwa kwamba akienda akiusema mwamba, akiuambia mwamba utoe maji, mwamba utatoa maji. Yeye yeah, ameenda kuupiga ingawaje amefanya kinyume na vile alivyoambiwa lakini Mungu ni mwaminifu, bado ametoa maji kwenye ule mwamba. Kwa hiyo mara nyingine tu sisi tunaangalia matokeo na kufikiria bado tuko na Mungu, kumbe tumeshamudhi Mungu, tumeshamkasirisha Mungu na Mungu keshageuza uso wake, kwa tusiangalia matokeo. Ndio pale unaokuta saa nyingine mtu labda ana ni mtu ambaye ni muombaji, akiomba mambo yanatokea, lakini kuna mahali alijikwaa lakini kwa vile anaomba na mambo yanatokea anafikiri bado Mungu yupo naye. Lakini Mungu ni mwaminifu analiangalia neno lake na kulitimiza. Na Mungu saa nyingine kama hapa kwenye hii situation ya ya Musa, Mungu alikuwa anawahurumia wale wana wa Israeli hawajanywa maji siku nyingi. Kwa Mungu anafanya sio kwa ajili ya Musa, anafanya kwa ajili ya wana, wana wa wana wa Israeli na hata mimi na wewe tunaweza kuwa tumekosea, kuna kitu tunafanya, Mungu anaendelea kututumia, sio kwa sababu yangu mimi. Mungu anafanya utu ule, anaheshimu kwanza jina lake, pili anaheshimu au ana anafanya nini, niseme ana anawahurumia ya yeah, kuhurumia kwa sababu hapa aliwahurumia hao wa makutano ambao wajanywa maji mengi. Anahurumia wale ambao wangefaidika na ile huduma ambayo mimi na wewe tumetumwa tufanye huduma. Kwa hiyo kama watu kuponywa, wataponywa, miujiza watu itafanyika, lakini kumbe mimi Bwana ameniacha ndio. Ukifika mbinguni ndio naambiwa he, sikujui jui, nilikuwa nahubiri kwa jina lako, anasema yes, lakini nilikuwa sikujui. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, tusiangalie matokeo. Sasa matokeo ya kutokutii au ya kutii ni nini? Sura ya Kumbukumbu 28 kumbu na nane, naomba ukaisome yote, lakini mstari wa kwanza na wa pili unatuambia hivi: itakapokuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, lazima tuisikilize. <coughs> wazungu wanakuambiaga intentional listening yani, bidii anasema na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kumbe wapendwa, zipo baraka ambazo tunazipata kwa sababu ya kutii zipo baraka ambazo Mungu anatupa kwa sababu tu sisi ni wanadamu, jua kuwaka, hewa, tunapewa vitu vingi, lakini kuna vitu ambavyo, na hizi baraka za sura ishirini na nane watu wengi tunapenda kuziomba, tunaomba, tunapenda kuzidai kwa Mungu, lakini utii wetu zero. Lakini tunaambiwa hizi, tukiwa watii, we don't even have to pray kwa hiyo hizo hizo hizo baraka ambazo ziko hapo kwenye hiyo Kumbukumbu 28 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 14: utabarikiwa mjini, utabarikiwa shambani, utabarikiwa nini? Kapu lako litabarikiwa nini? Watabarikiwa watoto wako, utabarikiwa watoto wako, utabarikiwa uzao wako, ng'ombe zako watabarikiwa. Baraka ziko kibao, mpaka Mungu mwenyewe atakupigania kwa adui zako. Yani wewe utakuwa tu umelala usingizi kwa adui akiinuka na pigwa huko huko juu kwa juu lakini hiyo yote ni kwa sababu ya kutii sasa usipotii neno la mungu inasema mstari wa kumi na tano sasa lakini itakuwa usipotaka kuisikiliza sauti ya bwana mungu wako usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizayo hivi leo ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata sasa laana zimewekwa hapo chini ndio kinyume cha kule kwenye baraka vile vyote ulivyokuwa navyo na kule baraka ndio vinakuja kuwa laana. Utalaaniwa uingia hapo, utalaaniwa utoka hapo, uta kule kulikuwa kwenye baraka, mojawapo ilikuwa utakuwa kichwa na wala hutakuwa mkia, na ndio watu wengi tunaipenda hiyo nani, lakini hili ni kwa sababu ya kutii. We don't have to ask God to make us head. Kama tukitii tutakula mema ya nchi, mojawapo ni kuwa vichwa na sio mikia. Mungu atusaidie. Na sasa ukifanya opposite yake ndio hapa sasa kinapokuja sasa, ndio utakuwa mkia wewe, adui zako watakuangukia, utapata majipu mapunye, utapata magonjwa ya kuambukiza, kifaduro, kila kitu. Nenda kwasome pale, magonjwa ya kuambukiza ukiangalia kule unaona mpaka kuna magonjwa mengine ambayo mpaka leo bado yapo. Kumbe ni laana, vita na mambo kama hayo. Kwa hiyo wapendwa, tumeliangalia ili somo la leo ni somo muhimu sana la utii, na katika kitu muhimu ambacho mimi na wewe tunaweza tukaondoka nacho leo, utii unaanzia pale Mungu alipotangaza kwamba nimeweka uzima na mauti eh. Chagua uzima. Utakapotii utapokea uzima, usipotii, by default mauti inakuwa ndio your portion. Najua hakuna mtu anayependa mauti, na mauti ni ya yule muovu. Uzima unapatikana kwa Yesu. Kama bado hujampokea Bwana Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wako, hii ndio nafasi nzuri ya kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo ili uweze kuupokea uzima. Na wale ambao tayari tuko katika Kristo, basi tuendelee kumtii Mungu ili hizi baraka ambazo zimeandikwa katika kumbukumbu -kumbu la Torati 28 mstari wa kwanza mpaka wa kumi na nne ziwe vya kwetu Hatuta struggle kukua, tunaomba baraka, baraka zinakuwa zinakuja zenyewe, kwa sababu sisi ni wana wa Mungu. Mungu awabariki sana. Ninaomba kama kuna kitu chochote ambacho sijakizungumza na kinaweza kutusaidia katika safari yetu ya kwenda mbinguni, especially with this mambo haya kuti, naomba weka comment yako chini, au kama kuna somo ambalo unataka tuliongelee, ninaomba weka comment, subscribe, share, like. Tuonana wakati mwingine kwa neema ya Mungu. Amen.